Maana ya ujasiriamali. Nini maana ya ujasiriamali? Ni shughuli yoyote ya halali yenye kukuingizia kipato au faida. Ni shughuli yoyote halali unayoifanya nayo kuingizia kipato. Kwa hiyo kuna kuna ujasiriamali na kuna mjasiriamali. Mjasiriamali ni nani? Ni mtu mwenye ujuzi, ujasiri mkubwa wa kuanzisha miradi mbalimbali au biashara kwa kutumia kile kidogo alichonacho. Bwana Yesu apewe sifa. Tuangalie Mithali thelathini na moja mstari wa kumi na tatu hadi kumi na nane Bwana Yesu asifiwe. Hasa kwenye masomo ya wamama huwa tunajifunza sana sehemu hii. Tunamuona mwanamke mmoja aliyekuwa hapa aliyekuwa mjasiriamali. Biblia inamtaja kama mwanamke ambaye alikuwa jasiri sana mwanamke aliyejitoa, mwanamke aliyejituma. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inaeleza kwamba huyu mwanamke hadi mme wake akamwita, kwa kwamba yeye ni katika wanawake wote, wewe umezidi, umezidi wote. Maana mwanamke anaenda huko ananunua mashamba, anaamka usiku haujaisha

Lazima niingie kwenye mapambano. Mume wangu anapambana huku na mimi napambana huku, tukija tukutana wote tunaanza kuhesabu, umepata shingapi, umepata shingapi, tunafanya nini? Tufanye kipi? Tuache kipi? Bwana Yesu apee sifa. Biblia inavyomzungumzia huyu mtu huyu mwanamke, alikuwa ni mwanamke aliyejitoa kwa ajili ya kuleta maendeleo ndani ya familia yake. Hakukaa tu bibi, nasema huleta chakula kutoka mbali. Alikuwa mfanyabiashara huyu. Mama anaenda huko na anatafuta huko na huko. Analeta chakula nyumbani. Wangapi wanahangaika kama huyu mwanamke ukihangaika, okay, tu unawaza si, sahizi wametoa vitu vizuri vizuri na kuambia unakimbizana na fashion. Kimbizana na fashion wakati huku umechakaa, unarundika manguo mengi, lakini maendeleo hayaonekani watoto wanabaki kugombania nguo tu, hawana urithi mwingine. Bwana Yesu apee sifa, amen. Tuone sifa za mjasiriamali, sifa za mjasiriamali. Sifa namba moja, ana maono na malengo ya maisha. Ana maono na malengo ya maisha. Kama mjasiriamali, lazima uwe na maono, lakini pia uwe na malengo kuna mtu mwenye akawa anasema hivi, inapofika mwezi wa kwanza, anaandika yale mahitaji anayotaka kufanya kwa mwaka mzima, kwamba mwaka huu katika watoto nawosomesha hawa na watoto watatu wanasoma shule hii na hii, kuna gharama au hakuna gharama. Anaipigia bajeti yake, mwaka huu nataka kufikia mwezi wa kumi na mbili niwe nimenunua basketi, analiandika. Mwaka huu nataka nifanye hivi, ninunue uwanja, analiandika. Kufikia mwezi wa sita nifanye hiki, anakiandika na anakisimamia. Sio anaisha tu kujaza kwenye madaftari, anakisimamia kila alichokipanga kwa mwaka mzima, kwamba ndani ya mwaka huu nataka nifanye malengo matatu anaiteawa ile miezi kumi na mbili kwamba nitafanya hili ndani ya miezi kadhaa, ntafanya hili ndani ya miezi kadhaa, nitafanya hili ndani ya miezi kadhaa. Bwana Yesu asifiwe! Ana maono na malengo. Leo sisi haujui tuna... kwamba mwezi wa kwanza ulifanya nini, mwezi wa pili umefanya nini, mwezi wa tatu umefanya nini, nini siku mradi zimeenda lakini kwa mtu anayetaka kufanya maendeleo makubwa anaweka malengo anakuwa na malengo kwamba kufikia mwezi wa kumi na mbili niwe na biashara yenye mtaji wa milioni moja nimeanza na shilingi ngapi na elfu ishirini kufikia mwezi wa kumi na mbili angalau mtaji wangu umekuwa umefika laki tano na ukishaweka mpango unausimamia unahakikisha kila siku unapotoka kwenye kazi yako unaweka hata kama ni shilingi elfu moja unaitunza kwa sababu na malengo umefanya biashara zako, umeingiza shilingi ngapi? Nagawa, nimeingiza elfu ishirini. Ya Mungu ni shilingi ngapi? ni elfu mbili. Katika hii faida ni elfu ishirini, natoa hela ya Mungu, naangalia kuna mahitaji gani ya pale nyumbani, na yagawia, ninatunza shilingi ngapi kwenye hii hela, naigawaje? Unaigawa kila eneo lipate fedha yake. Sisi leo tukipata hela kama ni kulima, yote tunapeleka. Unabaki nyumbani, hauna hata mia. Ukianguka huko, unaangukia pua na mdomo na kila kitu, kuinuka uinuki tena. Lakini kama umeweka kwa malengo, unagawa kwamba hii imepata laki tano hii kwenye biashara, isiende yote moja kwa moja lazima natanguliza mguu kwanza wa kulia naona kwamba hapa ni sehemu sahihi, akanyaga ndipo naleta mguu mwingine. Bwana Yesu, mtu anatembea ulishaona hivi sikuna kuwa anatoa hatua, anakuja hatua nyingine. Ndipo hata kwenye biashara una mtaji wa shilingi elfu kumi unataka kuchukua bidhaa ya elfu kumi yote, lazima uanze kwanza na kidogo, uende uone kwamba huko nakoenda kuna usalama au hakuna usalama. Bwana Yesu apese, ndio maana akuta watu wengi wanafanikiwa kwa sababu hakupeleka mtaji wote. Baada ya kuwa na kile kilichokuja, ndipo anasema aha, kumbe kumekuja kingi, anamega tena kidogo, anautuma na wenyewe ukileta anachukua tena huku, ile ile faida anaichukua anaiweka sehemu yake. Ha, haunganishi tena na faida tena, vyote viende. Anahakikisha anatunza kwamba hii hela. Nilifanyaga hivi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sasa nijiwekee mfano mimi, nikifanyaga chochote lazima ninunue kitu ambacho nakumbuka kwamba hiki kitu ninunua kwa ajili ya kazi fulani Umeona? Hiki kitu nilinunua kwa ajili ya kazi. Kama ile kazi ilikuwa ngumu, lazima niweke alama hiki kitu niwe na kikumbukia. Si unachukua sasa zote unaenda kununua mchele unanunua sijui nini, unakula unanua gauni ile kichakali imechakapi. Nunua kitu ambacho tutakuna kukumbuka. Eh. Ule mwaka nilifanya kazi ngumu, hiki kitu sikio cha 2018. Usione hii mimi kuna nguo nyingine navaa hata sijawahi olewa, lazima bakrewe, sijawahi nenepa, ndo nikoga hivi hivi. Bwana Yesu, basi sasa ni mwaka wangu wa kumi kwenye ndoa, na nina nguo zatokea ubinti. Unaona, kuna nguo ambayo dole toka na siku tatu ninayo mpaka sasa hivi, kitenge cha dole toka na siku tatu, ametoka ustani nacho, kila mtoto hapo nawejifungua tu nikinunua kitenge nakitunza, kila mtoto ana kitenge chake. Yani kama Mungu ataniweka niwe mzima hadi wajukuu hadi wajukuu zangu watavyona kitenge bibi alinunua akapata, kwa wema wa baba yetu Bwana Yesu. Asifiwe. Ninahakikisha yani naweka yani, usipate fedha ukatumia yote Hebu weka alama nyumba ya waabazao. Kwa nini? Kwa sababu wale wazazi wao waliweka alama, hawakula. Bwana Yesu ape sifa. Kwa hiyo sifa ya mjasiriamali ni mtu ambaye ana maono na malengo ya maisha, yani ni kwambie kitu tafuta, kama hakuna kufa